Chupi zilizotumika wanapikia kwenye wali ndani ya hoteli hii. Anamwaga maji ya maiti kwenye hoteli ya mwenzake ili asipate wateja. Biashara zao zimepakana, mmoja ana wateja kajaza, mwingine hana mteja hata mmoja anatumia ufagio kuvuta wateja wa mwenzake. Ilikuwaje? Umbana nami kwenye simulizi hii inayoitwa chupi kwenye wali. Katika mji mdogo wa Kasombo, kando kabisa ya barabara kuu ya zamani, kulikuwa na hoteli moja iliyotikisa mji mzima waliita hoteli ya Kasombo. Ukifika pale asubuhi ya harufu yake ilikuwa tayari imeshaanza kutembea barabarani, ikivuka vibanda, ikapanda daladala, ikawasukuma watu kubadili mwelekeo bila hata kujitambua. Wanajikuta wakisema hebu twende pale mama Kasombo kwanza ndivyo watu wengi walivyokuwa wakisema, kana kwamba harufu ile ilikuwa inawaamrisha au kuwavuta kwenda hotelini bila kujua au kutaka wala kupanga. Kwani Mama Kasombo ni nani? Alikuwa mwanamke wa makamu anaitwa Bi Rehema Mwinyi, mwanamke mpole mnyenyekevu asiyependa kelele lakini chakula chake ah, chakula chake kilikuwa kitamu sana kuliko hoteli zote soko la Sabasaba. Hotelini hapo hapakuwa pa chakula cha mchana tu, hapana. Kulikuwa na wali wa nazi, ndizi, nyama, maandazi ya asubuhi, chapati nzito kama blanketi supu ya maharage na supu nzito iliyokaa kwa masaa juu ya jiko la mkaa, lakini vyote hivyo vilikuwa yakipikwa jikoni. Sasa hebu ingia jikoni penyewe. Moto ulikuwa unawaka, moshi mnene unapaa juu, macho yanawasha. Kijana mmoja aitwaye Juma alikuwa amesimama pembeni, kisu mkononi, anakata kachumbari. Wateja wanapiga kelele nje, harakisha mama, nina safari, naomba mbili za kubeba. Bi Rehema, yaani Mama Kasombo, amesimama anakoroga wali kwa mwiko mrefu wa mbao, anakoroga pole pole kama mtu anayejua kile anachofanya na kweli kabla hata chakula hakijaiva vizuri tayari wateja wameshajaa nje, wengine wanawahi alfajiri ili tu wasikose supu ya maharage, wengine supu ya mbuzi. Miaka nane mfululizo hoteli hii ilikuwa inauza chakula kila siku, hakuna siku chakula kiliwahi baki kikalala au kuchelewa kuisha. Siku moja akaingia Linda. Linda ni mwanamke ambaye amepitia mambo mengi sana katika maisha yake ya utafutaji. Linda alikuwa mteja wa muda mrefu wa Mama Kasombo. Kwa hiyo Linda, baada ya kuingia hotelini na kula, baada ya kula, alimuita Mama Kasombo pembeni, akasema kwa sauti ya unyenyekevu, Dada Rehema, maisha yamenishinda, nataka nifungue hoteli ndogo. Hapa hapa karibu na wewe. Ili chakula kinapoisha kwangu, naaminiwe nauza. Mama Kasombo akatabasamu tu, akasema, Hakuna tatizo, dada. Kila mtu ana riziki yake. Maneno yale yalikuwa mwanzo wa kitu kikubwa sana kwa sababu wiki mbili baadaye, Linda alifungua hoteli yake karibu kabisa na Mama Kasombo. Lakini Tangu siku ya kwanza Linda alipofungua hoteli yake, hakuna mtu alienda kununua chakula pale kwake. Chakula kilikuwa sawa tu, kila kitu kilifanana. Linda akawa anakaa hotelini kwake, anaona wateja wanavyopita tu na kwenda kwenye hoteli ya jirani yake, wanapuuza hoteli yake. Alikaa siku tatu bila kuwa na mteja hata mmoja. Akiwa peke yake jioni siku ya tatu, kajiuliza, tunapika chakula kimoja lakini kwa nini chake kinapendwa hivyo? Sawa, hata kama wamemzoea, ndiyo hata mteja mmoja nisipate? Akapata wazo la kuanza kumroga akajisemea, ngoja ikifika usiku nijaribu kufanya kitu. Ilipofika usiku, akaenda pale kwenye hoteli yake iliyopakana na mama Kasombo, akachukua ufagio na kuuwekea dawa. Kisha akaanza kuuvuruta ufagio kutoka kwa Mama Kasombo, yani kutoka kwenye hoteli ya Mama Kasombo kwenda kwake. Alifanya hilo zoezi mara saba. Kisha akaanza kumwaga maji ya nuksi, yani maji ya kuoshea maiti, akawa anamwagia kote kwenye hoteli ya Mama Kasombo. Alifanya kila anachoweza ili kuhakikisha anamnyosha Mama Kasombo asipate wateja. Ila kulivyokucha akashangaa sana, mbona hakuna kilichosaidia? Na ndo kwanza wateja wanamiminika zaidi kwa mama Kasombo, na yeye anabaki amekaa, hana mtu hata mmoja. Akawaza sana, wazo la hatari likamwijia. Akawaza, inabidi nifunge hii hoteli, niaze kumchunguza huyu mwanamke. Hii si bure kabisa, lazima nijue siri yake. Kesho yake akaenda moja kwa moja mpaka kwa Rehema ambaye ndiye mmiliki wa hoteli. Alipofika akaanza kujishekesha na kumwomba akisema, dada Rehema, nimeamua nifunge hoteli yangu kabisa, mtaji umekata. Naomba unisaidie nifanye kazi hapa kwako, nitaosha hata vyombo, nitafagia, nitafanya chochote, ili mradi nipate pesa, kwa sababu si unajua kabisa hali yangu kiuchumi. Rehema akanyamaza huku moyoni akijisemea, ulijifanya kuwa mpinzani wangu kibiashara, ha, ha, ha. Huniwezi wewe. Kisha akasema sawa, nimekuelewa, ila sitaki shida ya aina yoyote ile hapa kwangu, kaa hujaribu kujitafuta. Baada ya kusema hivyo, ndani ya moyo wa Linda furaha ikapiga makofi. Lazima nimjue huyu mwanamke anatumia nini. Siku ya kwanza jikoni Linda, akiwa anaosha vyombo, macho yake yalikuwa makini sana kumfuatilia Mama Kasombo. Aliona kila kitu, lakini hakuna kitu cha ajabu alichokiona. Hakuna unga mweupe, hakuna hirizi, hakuna kunong'onwa, wala kitu kinachoashiria ushirikina. Akaanza kufanya vitu kwa makusudi ili yamuharibie biashara Mama Kasombo Akawa akipewa kazi ya kukatakata kachumbali, anakatakata huku anapenga kamasi bila hata kunawa mikono, anarudi kukatakata vile vile bila wasiwasi wasi. siku zikapita, wiki ikapita, hakuna alichokiona. Badala yake mambo yakazidi kuwa ya ajabu; kadiri Linda alivyokuwa ndani ndivyo wateja walivyoongezeka, wengine wanasimama foleni hadi barabarani. Usiku ule, Linda hakurudi nyumbani moja kwa moja. Alipanda daladala, akashuka njiani, akaingia mitaani, akaelekezwa kwa mtu mmoja, mganga wa kienyeji. Linda akaeleza kila kitu kuhusu hoteli yake na kilichotokea. Mganga akatikisa kichwa, akasema kwa sauti nzito, "Huyo mwanamke ana ulinzi, lakini kama unataka kujaribu, nitakupa njia." Akamkabidhi hirizi na nguo nyeupe ya ndani yaani chupi, akasema, ukifanikiwa kuiingiza vitu hivi jikoni, biashara yake itaanguka. Linda akaondoka. Asubuhi iliyofuata, mama Kasombo alikuwa jikoni, sufuria kubwa ikichemka. Linda akasema, mama, kuna mteja anakuita nje. Mama alivyotoka akajifuta mikono, Linda akatoa ile nguo akaingiza ndani ya sufuria akaifukia kabisa chini ya wali. Imekwisha, akasema moyoni. Mama Kasombo alirudi akaendelea kupika kama kawaida, lakini wakati wa kugewa chakula ulipofika, mama Kasombo akachukua sufuria la wali akaweka mbele pale risepsheni ili anze kubadilisha wali kutoka kwenye sufuria kwenda kwenye mahotpot. Linda hakuwapo, alikuwa amezuga kutoka kidogo. Sasa wakati mama Kasombo anapakua wali akafika sehemu, mwiko ukatoka na chupi kwenye wali. He! watu wakashtuka, wengine walikuwa wakila wali huo huo wamepakuliwa bado wa moto. Watu wakashtuka, sauti zikaanza kusikika. Ehe, kweli, angalia! Hiyo si ni chupi kwenye sufuria la wali? Jamani, huu utakuwa uchawi huu, uchawi Huyu mama hafai kabisa. Mama Kasombo akasimama pale, ameshika mwiko mkononi. Uso wake umepigwa na mshangao. Jamani, mimi sijui kuhusu chupi, alijaribu kusema, lakini nani alikuwa tayari kusikiliza? Ndani ya dakika chache, mtu mmoja akapiga simu polisi. Askari walipofika, chupi ile ikachukuliwa kama ushahidi. Mama Kasombo akakamatwa. Hoteli ikafungwa papo hapo na bwana afya. Lakini Linda ah Linda alikuwa pembeni kimya, kama mtu asiyehusika na hoteli hii, lakini moyoni mwake alikuwa anashangilia. Akasema moyoni, sasa ni zamu yangu kufungua hoteli maeneo hale. Baada ya wiki chache, Linda akafungua tena hoteli yake, akapaka rangi mpya na kuiboresha ile hoteli yake, akajaza wafanyakazi akiwa na imani kuwa atauza kama mama Kasombo alivyokuwa akiuza. Siku ya kwanza, hakuna mtu. Siku ya pili, hakuna hata mmoja. Siku ya tatu, watu wanapita, wanatazama, lakini hawasimami kuingia. Wengine wanasema kwa sauti ya njima, achana nao, wote ni wale wale, tutakula nyumbani. Wiki ikapita, wafanyakazi wakaanza kumkaba malipo yao, wengine wakaondoka na blender wengine wakabeba friji wakaligawanye na baadhi ya vyombo. Linda akaanza kukosa hata hela ya mkaa, akaamua kufunga hoteli na kurudi kijijini kwao, na ndipo akagundua ukweli mchungu kuwa ubaya hurudi urudi ulipotoka kwa aina tofauti kabisa, na kama Mungu hajapanga kwako iwe, hata ufanyenyie haiwezi kuwa. Na riziki ya mtu huwezi igeuza ikawa yako. Baada ya wiki moja, mama Kasombo akaachiwa. Baada ya kuachiwa, akaenda kuchukua akiba yake aliyokuwa ya ametunza, akafungua hoteli kubwa sana hapo mjini kati, na akaweka jina lile lile Kasombo Hotel. Watu walijaa na akawa anauza zaidi hata ya pale alipokuwa.